Mwanaguyani, hmm. ma ya hapa yani, mimi sielewi. Yani hapa nipo naongea na mtu kwenye simu, lakini nasikia sauti yangu mimi. Lanta kufanya nini? Naongea na wewe hapo, mlikuwa mnaongea nini?

umelala kwenye mti. Nipo kwangu, nimelala nipo kwangu, nimejifunika kwa shuka kwangu. Cha ajabu, kwa asubuhi naamka nipo kwenye mti tena. Naitwa mjumbe, mjumbe, mjumbe, mjumbe. Nikajua wananchi wangu kushakucha, wanakuja kuniamsha niwasikilize matatizo yao. Naamka kwenye mti, nipo kwenye mti. Yaani kwenye mti mimi mjumbe kwenye mti ndio ah. Na mimi ndani ah, tuepesha na kidogo, unasikia mnaitwa mjumbe mjumbe, kole yale yale, nikawa na hakika. Ukisema kwako kuna matanga, kumbe kwa mwenzio kuna msiba. Paka mjengo anajiuliza, ah, au ndio mama mbuzi kashaanza matatizo katika swala lake la mbuzi lile? Hapana, hakuna cha mama mbuzi hapo wala nani. Nishakuambia kafadhili. Mjumbe unapo unielewe basi kama yeye ameshindwa kunisikiliza. Baba yetu mdogo ndio mchawi. Nilisha kwambia mbona toka muda? Kaka yangu fumbuka macho. Baba yetu mdogo ndo anachezea hichi kitongoji. Ndio anachafua hali ya hewa hapa. Mimi nishachoka. Fadhili, umemsikia mdogo wako. Kwani mmsikia? Wewe mmsikia. Eh, mmsikia. Kamfukuze babako mdogo. Leo leo ndo utanielewa, nilikwambia Fadhili, niletee mgeni akija niletee kwangu. Mimi ni muone mimi, serikali naona mbali. Um, umemficha sasa, mimi sijaonana naye. Wewe nenda kamfukuze. Sasa mjumbe, kwenye hili. Kwanza naomba unisamee, nimekosa. Nipata habari zako Mandieta, lakini naomba unisamee. Kiburi changu tu, unajua masuala ya kudharau uongozi, hmm. Unajua kitendo cha kudharau uongozi sio kizuri, kiongozi wote anapokuita lazima ukamsikilize, labda ana jambo lake. Ningekusikiliza wewe leo, yasingetokea. Mjumbe, kwa hekima naomba tuende wote nyumbani mimi nitaanzali kuongea na baba mdogo kumfukuza. Lakini wewe kama kiongozi wa mtaa ukiongea atakuelewa kwa maneno yako. Sasa Fadhili nisikilize. Yaani sawa mimi serikali lakini anoyafanya baba kwa mdogo sio ya serikali. Yaani mimi sijionana naye macho kwa macho. Sijionana naye kalaza kwenye mti. Nikionana naye macho kwa macho sasa atanifanya nini jiulize, Ili aonekane yeye mwenye makosa. Hmm. Ajione kwamba sisi tushamshtukia mchongo wake anaofanya. Mimi kama jemeatanikweli kwa sababu nimemuuliza mara ya kwanza, ni nani aliokupa hayo mapapai? Akaniambia ni blaza. Mara ya pili nimemuuliza nani amekupa hayo mapapai? Akaniambia blaza, mpaka mara ya tatu hiyo yeah, ameng'ang'ania, ni blaza ni blaza ni blaza, akutaja mtu yoyote, kasema ni blaza. Twende kimkamata huyo mtu, atatueleza vizuri, twende. Meji, ulichokifanya umekosea sana. Yaani, mimi nimekusaidia utamu wako umerudi, alafu wewe unaenda kunipigia zindiko, zindiko langu <laughs> umekosea sana, alifanya ubaya basi atalipa ubaya, ku naomba niulie huyu.

Ndiyo mkuu, nani aliyetuingilia kwenye kazi yetu? Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa ni nani anayetuingilia kwenye kazi yetu, maana hata mume wangu aliniambia madole ndio anatuingilia kwenye kazi yetu. Sasa nashangaa huyo aliyeingia sasa hivi ni nani? Sasa inabidi tupambana nao mmoja baada ya mwingine. Ni kweli mkuu, maana hapa navyokwambia nawaona wote wanakuja. Yani tunahakikisha tunawamaliza mmoja baada ya mwingine, hakuna kuacha mtu.

mimi ndio niliwafanya wote mji hapa kwanza. hmm. hmm. hmm. hmm. poleni kwa mikimbio na, na, mikimbia sana wengine mmedondoka njiani. Nataka tu niwaambie kitu kimoja, mkae tayari kupokea taarifa za misiba wewe. hmm. Na misiba yenyewe ni wale ambao waliotaka kuwaua nyie. hmm? hmm. Mke wake Rumbo kashafariki. Jamani, mke wangu amefariki. Lumbo, sio mke wako tu, hata mama mbuzi mwenyewe Mchaga amefariki. Hey. Amefariki jamani, ah. Hey. Hey, hey. Ah. Yeah, mtaarifa gani hapa? Mambuzi amefariki. Wewe wewe. Sibishi. Mimi wangu mbona upo tumbo wazi? Nani mimi? Kweli? Wewe. Acha hayo mambo. Rumbo. Ndio. Wewe hapo sasa ni rumbo mwenyewe, sio rumbo yule. Hivyo nataka nikuulize swali moja. Hmm. Nilivyokupa papai wewe. Mke wako haja kufukuza ama alikufukuza? Kanifukuza mimi. Ndio mke wako alikuweka wewe, vizeta wako kakuweka, ni mtu mmoja. Kama utojitambua, Rumbu ujitambui. Ni mtu ambaye upo, upo, upo tu, amiliki nyumba. ah, hmm. ah. hmm. hmm. hmm. wewe mume wako alikufukuza, lakini aliokurudisha mkiwake huyu, ndo kakusaidia wewe kurudi kwa mume wako i ah, ndo maana ghafla hivyo mjumbe mki <tipos> wako mjumbe amesababisha mpaka mimi ni watieloki maaskari mki wako si wa kutembea na maaskari <tipos> <tipos> <tipos> wakati ukiangalia wewe ni mjumbe

Wewe ulikuwa unasema baba baba ni mchawi. Uongo kweli, nilimwambia. Kwenye kikao niliwaambia Fadhili na Nashi, msiende jumbe kwenda kwenye kikao peke yako, peke mtu mimi. Kile kikao cha chake chake mimi ndio nimekifunga, alafu chake chake alikwepo, ni mtu anajitapa, namwogopa mama, anamtegemea ni bado nimemfunga kuanzia yeye hadi mkewe. Aliondoka na mapolisi ndo ataishia huko huko kwa mapolisi, amtomuona tena kuoneshea kidole cha shahada na kuomba achana na biashara ya kuuza bange. Unajua mimi nimekuokoa okoa sana, kwa sababu nakujua. Acha biashara ya kuuza bange, rudi ulingoni, rudi kuwa championi. Utaanza mazoezi, mimi nitakusimamia, alafu mimi hapa sijaondoka na miaka nane. Mimi nimeondoka na miaka kumi na nane. Sasa ulikupa mimi yote. Na wengine wote wa kitongoji hiki ndio nimewaokoa. Mdogo, hmm? kwani haya yote umeyajuaje? nataka hmm kuyajua nyie mm -hmm. hmm. Mumshukuru baba yangu mimi na wewe Fadhili pamoja na dada yako mumshukuru babu yenu. Mm-hmm. Uh. Ah. Kumbe mke wangu na ndo hivyo. Mjumbe. Mm sana mtu wa kuipa kifuniko uongo kweli. Kifuniko mm -hmm. Najua alipo mimi. Kifuniko kuna sehemu yupo kaekwa. Sasa waliomweka washafariki, ila kifuniko kurudi tena kwenye huu mji, hawezi kurudi mdogo hivyo nataka kujua niliitwa madole kwa sababu gani? Twendeni midole midole midole midole